Usisahau kusubscribe like, na kubonyeza alama ya kengele. Katika miaka minne ya uongozi wa Mheshimiwa rais wetu mama Samia Suluhu Hassan, mkoa wetu wa Tanga tumepata zaidi ya bilioni 72 kwa ajili ya miundombinu ya afya, hospitali, vituo vya afya, zaanati, ununuzi wa vifaa tiba na dawa. Tumejenga zaanati 72 mpya lakini vile vile vituo vya afya ishirini na sita na hospitali za wilaya sita pamoja ni kukarabati hospitali za wilaya tano. Hivi sasa mkoa sio una hospitali sio tu una hospitali za wilaya, bali una hospitali katika kila almashauri, Mama Samia we. Lakini ujenzi huu na fedha hizi zimeleta tija, vifo vya wakinamama wajawazito vimepungua kutoka vifo hamsini na tano kwa kila vizazi laki moja, elfu moja, elfu mbili na ishirini na moja hadi vifo 30 ifika ilipofika elfu mbili na ishirini na nne lakini kama mkoa tunaendelea kuwashukuru sana wafadhili wetu ndugu yetu kutoka Al-Nuri Foundation, Charity Foundation, wa Kuwait. Tunashukuru sana kwa msaada wao, lakini vilevile vile tunashukuru sana Islamic Help kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakiratibu misaada mbalimbali lakini pia kwa jinsi ambavyo wamesimamia. Mheshimiwa Waziri, wewe ni shahidi ujenzi wa majengo haya, lakini pia uliona hospitali ya wilaya pale a, a, nyuma tu hapo, wakati Mheshimiwa Rais alipokuja ujenzi huu. Fedha hizi zinasimamiwa kwa ushirikiano na serikali na wenzetu wa Islamic Health ambao wanasimamia mradi katika hali ya uadilifu mkubwa, lakini hali ya kuendelea kujali tija na uh, ubora wa majengo na vifaa vyote. Kwa upande wetu kama mkoa, tutaendelea kusimamia kusimamia miundombinu hii na kuhakikisha kwamba huduma zinazotakiwa kutolewa zinatolewa kwa hali ambayo ina ubora na kufikia malengo ya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan na kuhakikisha kwamba kila fedha inayokuja basi inatumika kwa jinsi ambavyo inatakiwa kutumika lakini nipende kuwapongeza wengi ambao wamefanya kazi katika kusaidia mradi huu ukawepo. Ametueleza hapa mbunge, kwa hakika ni katika moja ya wadau ambao wametusaidia kuweza kuchombeza tukaweza kupata mradi. Lakini kipekee ni mtambue mkurugenzi wetu Bwana Saitoti Saitoti. Oye, oye! oye! Nitakuwa mnyimi wa fadhila nisipomtaja huyu kijana nakumbuka wakati wa makabidhiano ya hospitali ya wilaya baada ya ujenzi kukamilika, bwana huyu aliwaomba hawa wafadhili, lakini pia kupitia Islamic Help, na waliomba kwamba sasa tumepata hii, embu tupate na chuo. Lakini hao walienda mbali zaidi kwa kufanya presentation na kuwasilisha, na ndio hii tunacho kitu chuo chetu hichi hapa lakini ni funzo kwa wote ambao tupo katika uongozi. Mheshimiwa Rais hawezi kutembea katika maeneo yote, anatupa kazi tumwakilishe na tuje na ubunifu. Huyu bwana ingetosha tu kuridhika chuo kimeshakamilika, lakini yeye na DC wake, na ile hospitali, chuo chetu cha zanati yetu pale Mkata ni matunda ya Mheshimiwa DC wetu, wakili msomi Albert Msanda, walikuja tufanye nini, akawapeleka pale, akaonyesha tufanye hivi na limefanyika leo hii. Kijana naye amekuja akasema, bwana tupate na chuo. Chuo kimepatikana. Kama itaridhia Mheshimiwa waziri, hata basi ule ukumbi wa maktaba ukiitwa bwana Saitoti haitakuwa mbaya, ili watu watu wajifunze, watu wajifunze kunini, kufanya kazi kwa bidii. Usisahau kusubscribe like na kubonyeza alama ya kengele.